na risala hii tulifikia katika kipengele nambari sita ambacho leo itakuwa ndio mwisho wa kitabu fadhlu ayami tashriq, wa adabuha fadhila na utukufu wa siku hizi za kukausha nyama katika mfungo tatu pamoja na adabu zake na adabu za siku hiyo, anaelezea Sheikh hafidhahu Allah ta'ala, ayyamu tashriq hiya al-yawm al-11. Ayyamu tashriq masiku ya kuosha nyama ni ile siku ya mwezi 11 wa 12 na mwezi kumi wa 13 na mwezi 13 na tatu min Dhil Hijja, katika mfungo tatu. Kwa hiyo ile siku ya Eid, yaum lid, ambayo youm nahar, youmu lashir, siku ya 10, ongezea na hizi siku tatu ya kukosha nyama kwa mwezi kumi. Toa ile siku za kukosha nyama ni mwezi 11, mwezi 12 na na mwezi 13 au tarehe kumi na moja na tarehe kumi na mbili na kumi na tatu katika mfungo tatu. Sumiat bidhalika na zimeitwa kwa hivyo siku za kukausha nyama, lianna nnasa kwa sababu wa hika watu yushriquna fiha luhuma al-adahi, wana wanakausha na kuzianika katika masiku hayo nyama zile za kuchinjwa, zile nyama ambazo zifanywa zimebahiwa katika siku hiyo, wanazikausha. Walhadaya kadhalika na vile vichinjo vilivyochinjwa katika hija, eh, alhadaya jamu ya hadi, vile vichinjo vilivyochinjwa katika hija, ai yunshiruna, wanazikausha na kuzitawanya, eh, nyama wanazitawanya, wanazigawanya, mpaka kuna baadhi ya nyama zinatufika sisi usinivyo na zinatokea huko katika mamlaka, almamlakatu Assuudiya. Wa hiya min alayami alfadila, nazo ni katika miongoni wa siku tukufu, alati siku ambazo amara llahu taala, ameamrisha Allah alikuwa ametukuka, ibadahu waja wake amewaamrisha bidhikrihi, kumtaja yeye fiha, katika masiku hayo.

Eh, chezea nyama vizuri, kula manyama kwa kujinafasi, ikiwa na uwezo, yanaonyesha ile riziki za Allah, ambazo amezikunjua kwa waja wake. Kadhalika ni masiku wa shurbi, masiku ya kunywa, kunywa kwa ingi, lakin la tusrif, usifanye israfu. Eh, ko kulu washrabu wala tusrifu, kuleni munywe, wakini msifanye israfu. Haya, kumtaja Allah kwa wingi, kumdhukuru Allah kwa wingi, kwa sababu ni masiku ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, wa fi ayami tashrik. Na katika masiku haya kwa kuosha nyama, ambao ni mwezi 11 mwezi 12 na mwezi 13, taqa'u baqiyatu a'mali alhajj Taqau maana yake zinatokea zinatokea zinatokea zinatuka zinatukiya, zinatukiya, zinatukiya. baqiyatu a'mali l-hajji baki na salia ya masiku yale matendo ya hija kwao. Taqa'u zinatokea, baqiyatu baiaai maana yake taa tasun zinatokea, zinapatikana. Baqiyatu a'mali l-hajji baki salia, zile amali za hija zizobakia zinapatikana katika masiku haya.

inapendekezwa kulewa takbir ila akhir ayam tashriq, mpaka mwisho wa masiku ya kuosha nyama, watakilete takbir. Na hapa katika hizi ayamu tashriq kuna takbir ambazo ni takbir mutlaq, takbiri mutlaq za moja kwa moja ziachiwa. Kisha kuna takbiri muqayyad, takbiri ambazo zimefungamanishwa na wakati. Ambao ni wakati gani? Fi kulli dhuhuri salawat, katika kila baada ya swala za faradhi zinaletwa hizi takbir ila baada faradhi, kibar, takbir. Shaykh, ya sala faradhi zinaleta Allahu akbar Allahu akbar mpaka mwisho. Kwa hiyo masiku haya ziletwa takbiri, anasema wal waaljaharu bihi kadhalika, zidhihirishe ziletwe kwa sauti ya kudhihirishwa, watu wasikie, watu wayuishi suna hii, wala wa wasione aibu kwa lolote, kwazilete takbir kwa kudhihirisha, kwaljaharu bihi fi turuqat

ili siku ya Arafa alfajiri, yake ani alfajiri ile tunamkia na saumu ya Arafa, basi sisi tunaanza hizi kila baada ya swala kuleta hizi takbirat takbirati waghairi dhalika na zisizo kwa hizo. Anasema Sheikh shekh hafidhahu Allah ta'ala, la yushrau siyam ayyam tashrika, hayki sharia kufunga katika masiku haya kwa kuosha nyama

pindi pale ambapo hatopata kichinjo cha kuchinja. Kama hakupata kichinjo cha kuchinja, basi yeye ataruhusiwa kufunga. ala lqauli rrajih, juu ya nsimamo wa kauli ambayo ina nguvu zaidi. lidhahiri qaulihi, kwa udhahiri wa qawli yake taala. Allah subhanahu wa taala anakuwa ametukuka, inaonyesha nivi yeye aruhusiwa kufunga. Anasema Allah, faman lam yajid yoyote ambaye hakupata kichinjwa cha kuchinja, fasiamu thalathati ayamin fi lhaj, basi atafunga siku tatu katika hija. Kwa aya hii kuonyeshea kwa yule ambaye hakupata alhadi, kichinjwa cha kuchinja, katika alipokuwa katika hija, katika masiku haya, yeye akaruhusiwa kufunga katika ayamu tashrik. Wa qaulihi fi lhaj, na kauli yake Allah aliposema katika hija Yaumu ma qabla yaumi nahr, yaumu inaenea kauli hii, ma qabla, ma inaenea ma qabla, kabla ya yaumi nahar, kabla siku ya kuchinja, kwa kabla ile mwezi kumi na ile siku zinazofuata. Wa ma baada, na baada ya siku ya kuchinja pia wanaruhusiwa kufanya nini? Kufunga. Fatadkhul fihi ayyam at-tashriq, zinaingia hapa masiku ya kuchinja nyama, kwa maana ile ambayo hakupata kuchinja, yule alifanya hija ya tamattu ataruhusiwa kufunga, lakini yule ambaye yuko huku nyumbani au ambaye hakufanya hija hii ya tamattu, kwa sababu siku hizi ni Eid katika ayyadul muslimin, katika idi za Uislamu, na katika idi haruhusiwi kufanya nini? Kufunga ni haram

huyu ndo ataruhusiwa. Eea, kwa hiyo haikuruhusiwa katika haya masiku ya kuosha nyama, mwezi 11, 12 na 13, na ambao ni ayyamu tashriq, anyosuh ay ufungwa watu wakafungwa, hairuhusiwi ila isipokuwa liman lam yajid alhadi, ambaye hakupata mnyama wa kuchinja katika hija yake ya atamattu, huyu ndo ataruhusiwa kufunga.

ongezea ile siku ya kumi na zile tatu zote, ni siku za kuchinja, ni ayyamu dhabhi lil adhahi, zote ni siku za kuchinja. Kuchinja vichinjwa walhadi na wale wanyama ambao wanachinjwa katika hija, alal arjah, katika kauli ambayo ina nguvu zaidi, kwa sababu iko kauli ambayo inasema. Mwisho ni mwezi ngapi? Ni mwezi 12. Kwa hiyo kwa hiyo, khatima, mwisho wa risala, mwisho wa kitabu hadha ma tayassara jam'uhu, haya ndio ambayo yamepesikiwa au yamekuwa mepesi. Jam'uhu, kukusanywa kwake. fi fadaili, katika fadla wa ahkami, na hukmu ashri lilhijjati, hukmu na fadla za siku ya masiku kumi, katika mfumo tatu wa ayami tashriq, na masiku ya kuosha nyama hapo ndo mwisho aisahi wa akhiru daawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Otunashukuru Allah kwa kukamilisha kitabu hichi, tunamwomba Allah kadhalika. Hii ni khatima au mwisho, tunamwomba Allah kadhalika atujali na sisi husnul khatima, tuajalie mwisho mwema, na atujalie baraka katika yale tulayosoma, ataufi ya kuwafikisha kuwafanyia kazi. Apale tukokosea, tunamwomba Allah subhanahu wa taala atusamehe.